E bwana, uh, mambo vipi, mwanafamilia wa Line Plus Media, mimi natoto ni kazi yangu kubwa ni kuhakikishia kwamba, eh, na kusogeza zile stories zote ambazo zinafanya vizuri eh, kwenye mitandao ya kijamii halafu unakuwa nakusogezea hapa nikupe tu uh, yani, e, kuwe wajibu wako ni kuhakikisha kwamba unabonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe ili uwe mwanafamilia bora kabisa uh, wa Line Plus Media. Sasa leo bwana, kuna story ambayo uh, inaendelea kwenye mitandao ya kijamii kumhusisha Harmonize na mpenzi ambaye inasemekana kwamba ni mpenzi wake mpya. Unajua kuna story nyingi ambazo uh, zimezagaa, hata pia Harmonize mwenyewe ameshare uh, clip nyingi ikionekana kwamba anatoka out na yule mwanadada, lakini pia eh, ana anajirecord yuko naye gym na vitu kama hivyo. Sasa kupitia Insta story ya mwanadada ambaye anaitwa Eh, ambaye ni mpenzi wake mpya ambaye eh, inasemekana kama ni mpenzi wake mpya, ameshare hizo story baada eh, ya maswali kuwa mengi sana uh, kuhusiana na ukaribu wake wa yeye na Harmonize. Kiufupi ni kwamba amepinga na amesema kwamba wale ni ni marafiki tu kwa wazuri, lakini pia hana chochote kingine ambacho kinahusiana na mapenzi au na mahusiano ambacho wanashea na Harmonize. So they are just a good friends na stuff like that. So, kupitia Insta story yake ameshea ujumbe ambao unasomeka kama ifuatavyo. Anasema kwamba uh, Rajabu and I are nothing but gym partners.

So, so inaonekana wat, watu wengi wamemuuliza maswali kuhusiana kwamba, eh, Harmonize nani yake na yeye ndiye ameyajibu kwamba ni yeye na Rajabu, ambaye ndio Harmonize, ni marafiki wazuri lakini pia ni maji partners, ni watu ambao de, wana, wana ni marafiki kutoka gym yani, maji partners, kama vile wanaukaribu kufanya mazoezi na kama kufanya mazoezi, na, vi, na vitu kama hivyo kama vile uh, chemistry yao imeendana hasa kwenye ishu ya, ma, ya mazoezi, lakini pia akasema hajawahi ku, eh, kujihusisha hivyo vyote kwa aina yoyote vile, eh, kimahusiano na Harmonize, lakini pia anasema anamheshimu ana, ana yeye ana, ana anaheshimu muziki wake na kila kitu ambacho kinamzunguka, lakini pia anasema uh, anaelewa ni jinsi gani, eh, eh, posti zao ambazo ameziposti nyuma zile za kiwakiwa gym, lakini pia akiwa ametoka dini pamoja, uh, zimezua mtafaruku kwenye jamii, lakini akasema hakuna kingine zaidi ya kwamba wao ni marafiki. Akaenda kusema kwamba mimi sio girlfriend wake au chochote kuhusiana na ishu ya mahusiano lakini pia akasema uh, uh, for the last week I have been bullied for no reason and so uh, and so have other women ye, kwa sababu yeye anasema kwamba siku wiki chache za nyuma ni kwamba watu wengi wameshambulia kwamba namna gani ambavyo yeye ni mpenzi wa Harmonize lakini pia kutokana na ule mwonekano wake wanaziwengi wanasema kwamba huenda ka uh, akampiga kama familia wanafamilia, wala nami nilishare, ni jinsi gani ambavyo wananzengo wameshare thoughts zao kutokana na mwonekano wa huyu mwanadada. So akamaliza na kusema kwamba amechoka na hayo maswali kwamba Harmonize ni nani wake, na amewajibu na kusema kwamba ni they are just good friends and nothing else. hayo ndo! ndo maneno ambayo ameyasema mwanadada ambaye inasemekana alikuwa anatoka na Harmonize uh, na amekanusha swala hilo. Unadhani ni kutokana na zile picha ambazo walizokuwa na share kati ya Harmonize pamoja na na huyu mwanadada hapa ambaye anasema yeye ni jeep partner wake na they are good friends. Unadhani inatosha tu kutokana na vile ambavyo walivyokuwa na roll out pamoja eh, dina. Lakini pia Harmonize kumpos, story piawo Unadhani inatosha au kuna kitu kingine ambacho kinaendelea behind. Dondosha maoni yako mbacho, niambie lakini, nikusi uh, nikukumbushe kama bado uja subscribe ni wakati wako sasa, mwanafamilia, bora amkikisha kwamba unabonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe, ili ilis pika na stories zote ambazo tunakuwa tunaposti kila siku za wiki. Miatotoni bwana, sina la zaidi, nitakie wakati mwema, bye-bye.